na tunaona mambo mengi yamefanyika ndani ya jimbo letu la Misenyi, na kwa kweli eh, majibu kwa wananchi yameweza kupatikana kwa kipindi cha miaka mitano tume eh, kupitia mheshimiwa rais, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, tumetekeleza miradi mingi ambayo kwa kweli imegusa maisha ya wananchi, ambapo tukiangalia miaka mitano nyuma eh, miradi kama hiyo kwa kweli haikuwa mingi au sehemu nyingine haikuepo. Nikianza na mradi wa kwanza tunaangalia kwanza mradi wa maji. Leo wakati tunatimiza miaka mitano ya utendaji wa wawakilishi wangu lakini uongozi uh, wa Mheshimiwa Rais lakini pia na madiwani wetu, tumeona sasa hivi tuna kata takriban nane au kumi ambazo zina miradi ya maji. Nikianza na Nsunga, kata nzima vijiji vyote vitatu sasa hivi vina maji. Kienda Kitobo vina maji, nikienda Gera uh, vijiji vyote vina maji, ukienda Ishozi vijiji vyote vina maji, ukienda Ishunju vijiji vyote vina maji uende Buyango vijiji vyote vina maji Kanyigo, sasa na Kashenya ndo tuna mradi mkubwa wa kutoka ziwa Victoria, uh, ambao unaendelea kujengwa, tunao na Mtukura tuna miradi miwili, kuna mradi mmoja huko Bieju na mradi mwingine huko Kerenge. Lakini bado maeneo mengine yaliyobaki kata za Bugorora uh, na na, na, na Minziro, kwa kweli hiyo ni kipaumbele changu, nimeshaanza kuweka kwenye bajeti nayo kuja 26 uh, 25 26 lakini maeneo mengine kilimilile, uh, ukienda kule Mabale unaona maji. Sasa wanapata maji safi na salama ambayo ilikuwa kwa kweli, ni kwa kweli, kama ni sera ya kumtua mama ndoo kichwani, na wanawake kwenda chini ya mita 400 kupata maji safi na salama, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amempiga mwingi, na sisi na mimi kama mwakilishi wa wananchi wa Misenyi nimefanya upande wangu, lakini pia kwa kushirikiana na wenzangu kwenye kata zao madiwani, kwa kusimamia miradi hiyo na kwa inakamilika. Lakini tukienda eneo la pili tuangalie afya. Tunaona ndani ya wilaya ya Misenyi, ndani ya kipindi kifupi, kwanza tulikuwa tuna hospitali ya wilaya leo. Ndugu mtangazaji, tunavyoongea tuna hospitali kubwa ya wilaya ambayo imejengwa wodi zote, na ina emergency department, na tunaendelea kuboresha vifaa tiba, vimeanza kuletwa, watumishi wameshaletwa. Kwa kweli ilikuwa ni mabadiliko makubwa, ambapo sisi kama unavyojua rufaa yote tulikuwa tunaenda hospitali ya mkoa. Kwa hiyo naamini hata hospitali ya mkoa tutapunguza foleni. Lakini sio hospitali ya wilaya tu, tuna vituo vya afya Leo tumefikisha vituo vya afya vitatu, uh, kimoja cha Kanyingo, kimoja cha Kakunyu, ambavyo vyote vimeshakamilika kukamilika na vinafanya kazi na hiyo ni pongeza serikali. Kwanza kuna fedha ambazo zilitoka serikali kuu, kituo cha afya Kanyingo, lakini fedha za ndani zimeweza kujenga kituo cha afya cha Kakunyu, lakini mwezi uliopita basi ni tulipokea fedha za kujenga kituo cha afya uh, Mtukura ambacho zinatoka serikali kuu. Lakini imeweza kuboresha huduma uh, za afya katika vituo vya afya vya uh, Bunazi, ambacho kilikuwa hapo muda wote kipo lakini, na kituo cha afya cha Kabia ile ambacho kilikuwa kweli kimeboresha huduma ambazo zilikuwa awali tofauti. Lakini sio tu kwenye afya, tumeweza kujenga zahanati nane, tukiona mfano tunaona uh, Buturage tunaona Kakili uh, tunaona uh, Rwamachu uh, tunaona uh, uh, Kashaba na maeneo mengine, zahanati nane zote zimeweza kujengwa na sasa hivi wananchi wetu wanaendelea kupata huduma, lakini na wananchi tunaendelea kuwapa moyo wengine ambao zahanati hazijafika katika maeneo yao waanzishe, alafu serikali inamalizia. Kwa hiyo unaweza ukaona mageuzi makubwa, na hii inaenda sambamba na vifaa tiba, dawa pamoja na watumishi. Lakini lingine, ndugu mtangazaji, katika eneo letu ni maboresho makubwa ya miundombinu ya barabara. Ndani ya wilaya Misenyi, ninazo taasisi mbili za serikali ambazo zinasimamia barabara. Tunaona TANROADS ambayo inasimamia barabara zote kubwa ambazo zinaunga, uh, kupita katika wilaya yetu kuunga na nchi ya jirani Uganda ukiangalia barabara kubwa inayotoka Bukoba mjini kwenda mpaka Mtukula, lakini tuna barabara ya Bukwali Katoma kwenda mpaka Bukwali, lakini tuna barabara ya kutoka Mshenye kwenda Ruzinga, tuna barabara ya kutoka hapa Kibaoni Bunazi kwenda mpaka Kakunyu, lakini tuna barabara ya kutoka hapo Kasambia kwenda mpaka Minziro, na barabara ya kupita Kiaka Katoro mpaka Kietema, zote ziko chini ya TANROADS. tunaona bajeti kubwa imetengwa na sasa hivi, hasa tunaenda kujenga barabara ya rami hatua kwa hatua ya Katoma Bukwali tunaendelea, lakini kama ambavyo mmekuwa nikishuhudia, nimekuwa nikiomba sana bungeni kupewa bajeti kubwa ili barabara ya Katoma Bukwali ikamilike. Na nashukuru serikali, nimepewa usanifu na upembuzi yakinifu wa barabara ile. Kwa hiyo nategemea bajeti inayokuja nitapata bajeti kubwa na ile barabara iweze kujengwa, lakini tunaona hapa tunayo barabara ya Bunazi Junction kwenda Kagera Sugar ambapo hiyo tumeshapata fedha, mkandarasi ameshalipwa fedha za awali, yani advance bilioni 5.4, na umeona watu wameshalipwa fidia milioni 304, na hapo sasa ujenzi unaanza, ambao utakuwa ni kiwango kikubwa na utaboresha mandhari ya mji wetu, jinsi ambavyo tumeshauriana na wataalamu wetu wa TANROADS. Lakini ninategemea barabara zingine za lami hapa kutoka uh, pale uh, Bunazi pale karibu na hospitali kwenda mpaka Kasambia pale center karibu na kanisani, tunategemea kuweka kipande cha lami, lakini ukoona barabara zote zinazosimamiwa na TARURA ambazo ni barabara za ndani ya kata zinaunganisha vijiji na vitongoji uh, siri kubwa ya matengenezo na mageuzi makubwa kwenye eneo hilo ilikuwa ni kwamba bajeti ilikuwa tunapata wakati mimi naingia madarakani ilikuwa ni milioni mia saba na mimi kama mnakumbuka, watangazaji hapa, kiaka Mheshimiwa Magufuli, rais wa awamu ya tano, alisimama, nilichomuomba, niliomba kuongezewa bajeti, kwa sababu nilikuwa najua hiyo bajeti ilikuwa haitoshi, na ni kweli. Bahati mbaya, mheshimiwa rais akaweza kutwaliwa Apumzike kwa amani, lakini Mheshimiwa Dr. Samia, kwa kuwa rais ni taasisi, akachukua yale maombi akatupatia fedha bilioni mbili nukta nne kila mwaka. Ndio maana tumeona mageuzi makubwa yameendelea sasa katika miundo mbinu ya barabara na sehemu zingine ambazo barabara ilikuwa ijawai kufika. E, ni wape mfano tu hapa kasambia tulipo, ukiangalia barabara ya Itara ambapo mvua zilikuwa zikinyesha, watoto basi wanakaza kuenda shule, na kwa kweli kule ilikuwa ni maeneo duni, lakini leo barabara imefika na mazao yamepanda bei, lakini tumeshawajengea mpaka shule, na wananchi kwa kule wanaishi kwa amani, na umeme tumeshawafungia. Tunaona barabara ya kwenda Gabranga na maeneo mengine, tumefumua simu ambapo haijafika. Ukiangalia barabara ya Kabingo kia Bugombe, kule ilikuwa ni historia, lakini leo nenda kule ushuhudie wananchi wanaofurahia. Ile maeneo machache ambayo inakupa mfano, lakini pia na maeneo mengine barabara zimeendelea kuboreshwa. Wewe ukipita kwenda Ishozi kote huko, barabara zinaendelea vizuri na maboresho yanaendelea ku kufanyika kila mara, lakini lingine Ndugu mtangazaji, ilikuwa ni swala la mawasiliano hapa. Wilaya Misenyi tulikuwa na shida sana ya mawasiliano. Leo ninapoongea, tunaona minara mingi imejengwa. Tuna mnara umejengwa uh, kule Ruzinga na ndugu yangu Aviti ni shuhuda, ambapo uh, mawasiliano yameboreshwa, lakini tuna mnara umejengwa hapo Bugorora, wananchi wetu wanapata mawasiliano. Ukienda Kakunyu kuna minara miwili, ukienda kule Nkerenge mnara upo, na bado tunaendelea kujengewa minara ambayo inaboresha mawasiliano, uh, ambayo ni muhimu sana katika swala la uchumi lakini pia tunaangalia swala upande wa elimu. Tumeona elimu msingi na sekondari, kwa kweli maboresho ni makubwa. Leo napoongea hapa, ninazo shule tatu mpya ndani ya wilaya Misenyi ndani ya kipindi cha miaka mitano. Tuna shule mpya ya Bugango, shule mpya ya Kitobo, tuna shule mpya ya Kasambia ambazo zilikuwa hazipo, lakini tuna zaidi ya vyumba vya madarasa 180 vya sekondari. Tuna shule zaidi ya vyumba 200 vya msingi, lakini tuna shule mpya ya msingi ya hapa Bunazibii ambayo ilipunguza msongamano wa watoto wetu katika madarasa na tumeona sisi wenye ni mashahidi, watoto wetu wakati wanaanza mwaka iwe ni darasa la kwanza au kidato cha kwanza, hakuna mzazi yeyote ambaye amechangishwa kwa ajili ya maybe dawati au kujengewa darasa. Lakini serikali kuishia hapo, tuna mabweni. Shule ya Minziro tumejenga mabweni makubwa ambayo watoto wetu sasa wanakaa pale shuleni, ikiwa sambamba na Bwabuki, lakini pia na kule Ruzinga kote, mabweni yamejengwa, watoto wetu wanasoma pale na tunaendelea kuboresha miundombinu. Kwa hiyo ukiangalia sasa, swala la umeme wilaya uh, ya Misenyi tuna vijiji sabini na saba. Leo tunapoongea vijiji vyote sabini na saba vina umeme, na mimi wakati naingia kulikuwa bado vijiji vinne, uh, Buchurago, Kakunyu, uh, Katano pamoja na Bugango, lakini sasa hivi leo vijiji vyote vina umeme. Tunachopambana, tunapambana sasa kusambaza umeme katika vitongoji. Tunaona sasa hivi mradi upo unaendelea katika vitongoji ishirini na sita na uh, bado vitongoji 172 ambavyo serikali tunajua, kwa programu ambayo imekuja vitongoji 9000 Maana yake tuna vitongoji 33000 nchi nzima, lakini tuna programu ya kwanza vitongoji 9000 Tunaamini na mimi, vitongoji vyetu vya wananchi wetu wa Misenyi tutaendelea kutekeleza na tutaendelea kupunguza ile kero ya wananchi wetu, kutakuwa na umeme. Kwa hiyo ukiangalia uh, kwa kweli kwa upana uh, ni mageuzi makubwa ndani ya wilaya yetu na kwa kweli tuna kila sababu ya kusema